Okay. Tunapokuja kwenye upande wa FX, hii nayo ni auxiliary, lakini auxiliary hii ni, ni post. Hii maana yake inachukuliwa baada ya hii fedha. Sasa hii aux inatumikaje hii? maana yake, eh, namna mfanya kazi sauti zinazotirika kwenye hizi njia hizi njia za vyombo zinakuja zinapita hapa mona kwenye hii rangi kama yellow zinapita hapa. Ikifika hapa kuna sauti ambayo itakuja kwanza itaingia kwenye hiki kisanduku naita eh, hapa ameita effect engine, hii ni circuit. Effect engine imekuja hapa, hii wameiongeza, iko kundani, na nyingine itakuja hapa, haitapita hapa, itakuja moja kwa moja, itatoka kwenye hii hapa FX, kwenye FX Send sasa effect maana yake ni effect ambayo ni athari. Ni sasa hii sauti itakayokuja na kutoka hapa moja kwa moja, hii sauti tunaita dry signal, yani haijachanganywa chochote. Kwa mfano, ngoja ninapoongea hapa 2 1 2 1 2 inasikia 1 2 1 2, umeona? Hii sauti ya effect, FX, inakuja moja kwa moja moja kwa moja inatoka kama jinsi ambavyo ilivyo. Hii maana yake FX send inakupa unaweza ukachukua hii sauti ukaipeleka kwenye vifaa vya effect ukachanganya, na effect kule ndani. Ukishachanganya, output ya kile kifaa cha effect tunaiita wet signal, manake imekwisha tayari kuchanganywa. Okay, baadaye unaweza kurudisha kwenye mixer, kwenye channel ambayo iliyopo, au ukatumia njia nyingine. Sasa e, njia ya pili ambayo effect inafanya, nikishachagua hii sauti nikaiambia hii sauti ninataka ikishaenda hapa ninachagua effect ambayo ninaitaka. Kwa mfano ninaweza kasema mi nataka e, sauti yangu niimbe kama vile nipo kwenye e, ukumbi, niko kwenye ukumbi mkubwa sana okay? e, labda uh, large plate, okay? large plate namba tisa, hapa iko kwenye ngapi? kumi na nane. Hizi ni preset, ni vitu ambavyo tayari ameshakuwekea effect mbalimbali, kwa mimi naizungusha hapa na kwenye paka namba tisa wakizungusha mpaka uone inafika namba tisa. Ikishafika namba tisa inakuwa inacheza namna hii, sawa? Alafu ninabonyeza nikibonyeza, maanake nimeichagua sasa. Kama nimechagua hii sauti, nikishachagua hapa, ikitoka kwenye hii circuit, ina, kuna kitu kuna feda ambayo inadhibiti ni kama volume, ndio inaruhusu sasa hii effect ije hapa. Ina maana ehe, inakuja hapa inakuja nikiruhusu namna hii 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ya nasikia sasa hii effect inaruhusiwa, inakwenda kwenye upande wa main mona hapa. Kwa hiyo eh, unaangalia kiwango cha, cha, cha, cha, cha, cha volume ya effect unayotaka isikike kule kwenye speaker kubwa. Hizi ni speakers ambazo FOH za speaker ambazo kwa jukwaa ndio zinatazama watu wako. Inaruhusiwa na hii kwa hii ni kama master. Ni master upande wa effect, inaruhusi kwamba iweze kwenda kwenye main. Ah, njia ya pili iende kwenye upande wa subgroup. Hii ni subgroup, right. Nataka effect iende kwenye subgroup na itokee kwenye subgroup pote ambaye ni hii hapa. Ile ni subgroup manake lazima nibonyeze nichague hapa. Umeona hapa moja mbili kwa nachagua hapa tap namna hii, ina maana kwamba mimi sasa naweza nikaruhusu effect iweze kutoka kwenye subgroup 1 2 1 2. Ngoja tuone 1 2 1 2 yeah 1 2 1 2. Sante sante ya sante kwa, unaona hii sasa imetokea upande ambao ni wa sabgo. Kwa hiyo upande wa sabgo sasa inasikika one, two, one, two. ya tunajaribu ya one, two, one, two. Kwa hiyo inaweza kwenda hapo. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.